Nilizungumza ndege ya serikali ipelekwe ATCL kubeba watu, abiria, siku viongozi tunaposafiri tunapanda hiyo hiyo. Kwani kuwa na nembo ya Air Tanzania kuna ubaya gani? Ikawa sasa swala la kubadilisha kuandika yale man, maneno Air Tanzania na kuchora yule twiga, wakasema haya maneno twiga kumchora pamoja na kuandika haya maneno hayawezi yakafanyika Tanzania, hayupo mtu wa kufanya hivi. Zikatafutwa nchi tatu. Nikasema, jamani, hapana, tafuteni wataalamu wenu, wanajua kuchora. Mbona kila mara ukienda kuna michoro mingi? Kakaa kimya, wakafikiri nimesahau. Baadaye Jumapili moja nikaambiwa, ndege inaondoka kesho asubuhi, wa watakaoisindikiza hiyo ndege kwenda kufanyisiwa hizo shughuli Wameshalipwa milioni sitini. Sasa ndege inapelekwa gereji, hawa wanasindikiza humu ndani kwenda kufanya nini? Ndio muelewe nchi hii ilivyo. Nikasema hii ndege ikiondoka, hao wote watakaokuwa wamehusika nao, wanaondoka saa hiyo hiyo, itakapokuwa inapanda hivi, na wao huku wanaondoka. Ndege haikuondoka, imepakwa, na nafikiri leo wanamaliza kwa shilingi milioni tano.